Bado tunaendelea kuangalia zile ahadi alizowaahidi Mheshimiwa Nape Nnauye wananchi wa mkoa wa Lindi katika jimbo la Mtama kwamba wakimpatia ubunge ataboresha miundombinu ya afya eh, swala la maji, lakini kama itoshi swala zima la elimu. Tunaona Nape Nnauye wakati anaingia amepata ubunge wa jimbo hili la Mtama, alikuja katika kijiji hiki cha Litingi, na hii ni shule ya msingi Litingi, ambapo wakati Nape Nnauye anaingia alikuta darasa hili moja, ambapo wanafunzi wote kwa pamoja walikuwa wakisomea hapa: darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita na saba wote walikuwa wanasoma kwenye darasa hili, lakini kwa muda mchache tunaona ameweza kukamilisha ile ahadi ambayo aliwaahidi sasa wakazi wa jimbo hili kwamba endapo watamchagua na kuwa mbunge wao basi ataboresha ey, sekta ya elimu. Hivyo basi twende ni kuoneshe. Baada ya kupata nafasi hiyo tunaona ameweza kujenga ey, madarasa manne mazuri ya kisasa. Na baada ya ujenzi mtazamaji unaendelea Hili ni, eh, ni jengo ambalo lina madarasa matatu. Unaona mtazamaji, tofauti kati ya jengo hili na lile jengo ambalo eh, lilikuwa ni darasa la kwanza ama darasa ambalo eh, walikuwa wakilitumia wanafunzi wa shule hii ya Litingi. Hamjambo wanafunzi? Hatujambo. maraba Eh, naweza kupata nafasi ya kuongea na wanafunzi wawili watatu ili tuweze kujua changamoto ambazo walikuwa wakizipata kwenye lile jengo la pale nje. Sasa hivi tupo katika hali ya raha, tupo katika shule ya msingi Litingi, nipo na wanafunzi wenzangu hawa nyuma huku, na tunaendelea na masomo vizuri. Tabu tuliyopanda tangu mwanzo hatukuridhika na sasa hivi alivyotuletea majengo mapya Nape Moses Nnauye, tumeridhika na furaha tumepata kwa upendo mzuri sana. Changamoto zipi ambazo mlikuwa mkizipata mwanzoni kabla ya kuingia kwenye majengo mapya? Tukisomea kwenye tukiloa mvua, tukitabika baridi, tukitabika jua, na sasa hivi Nape Nnauye ametuletea majengo mapya sasa hivi latu na mtazamaji wa Global TV, hawa ni baadhi ya wanafunzi wa darasa la saba katika shule hii ya msingi Litingi wakijaribu kuonesha walikotoka na walipo sasa. Lakini mtazamaji, ukiangalia kwa umakini madarasa haya si kama yameisha, hayana madirisha, hayana tiles chini, eh, hayajapakwa rangi, lakini si kama ni mwisho, huu ni mwanzo tu na kwa mujibu wa maelezo niliyoyapata kwamba ujenzi bado unaendelea nje, mifuko ya simenti ipo, matofali hapo, bajeti imeshatengwa. Kwa muda mfupi tu shule hii itakamilika vizuri kabisa ikiwemo na ofisi za waalimu. Twende nikakuoneshe e, ujenzi mwingine unaoendelea madarasa mengine bado tunaangalia madarasa mengine ambayo e, nayo hayajakamilika lakini huwezi ukalinganisha na darasa lile ambalo lilikuwepo pale awali kabla ya kuanzishwa kwa ujenzi wa madarasa haya. Hamjambo watoto wazuri. Marhaba, nyi wazuri jamani. Nyi darasa la ngapi? Jamani darasa la pili. Tuimbe kidogo Mala, mazuri, Mtazamaji wa Global TV, hiki nicho kishika, ni kidude cha kuhesabia hawa watoto, wanaonekana wana akili za kujiongeza. Nadhani nikishika hivi nakukumbusha mbali wapo, walikuwa wanavaa visoda na kadhalika. Ni hatua si mbaya, kwa sababu wezi ukalinganisha na eh, ile darasa la awali lilokuwepo kule nje, lakini hapa ni vigumu watoto kunyeshewa mvua, kupigwa jua ama kuloa na maji ya mvua. Mtazamaji wa Global TV, haya pia ni majengo mengine ambayo bado hayajakamilika, lakini ni madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa shule hii ya Litingi. Hebu tuingie ndani kidogo tuone e, kama kuna kuna nini kinaendelea, sijui kuna fundi humu sijui hamna. Na hiki ni kidaraja kidogo tu kwa ajili naona ya kuwezesha mafundi kuingia humu ndani bila shaka ukitazama unaona kuna ngazi eh, kuna miti, ni dalili kwamba ujenzi unaendelea, labda mafundi tu kidogo aidha wametoka, wataendelea baadaye ya kujenga, lakini madarasa ni mazuri makubwa. Eh, kwa ile tunasema congratulations, mheshimiwa Nape Nnauye. Kama unakumbuka kuna picha ili trend sana kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter, kwenye mitandao kibao, ikionyesha darasa hili kwamba angalia shule za eh, mheshimiwa Nape Nnauye kwenye jimbo lake la Mtama. Lakini ukweli ukienda nyuma, ukaenda na mbele kidogo, darasa hili lilikuwepo siku nyingi tu kabla hata Nape Nnauye hajawa mbunge wala wa jimbo hili la Mtama Mheshimiwa Nape Nnauye mwaka 2015, na katika ahadi zake katika kampeni, aliahidi wakazi hawa kwamba endapo watampa ubunge, basi ataboresha na sekta ya elimu hususani katika shule hii na Mm, kwa mtazamo wangu Mheshimiwa Nape Nnauye, na sijaelewa ni kitu gani ambacho kilikusukuma ukaamua kujenga kwanza haya madarasa, sababu shule zipo nyingi ambazo pia zinahitaji maboresho, au ni kwa sababu ya hiyo picha ku trend sana <laughs> nakumbuka na, na siku moja baada ya kupata ubunge, kama miezi miwili baada ya kupata ubunge eh, nikiwa nyumbani kwangu Uh, niliona kwenye mtandao wa kijamii uh, picha ikitrend ikisemwa kwamba hili ni darasa la moja ya shule ambazo uh, Nape Nnauye ni mbunge. Uh, kwanza ilinishtua na nikajiuliza kwa sababu ni kijijini huku mbali sana kutoka barabara. Ni mbali sana ya, panda milima na mabonde nikasema watu wamesafiri milima na mabonde kwenda kuitafuta hii shule. Uh, nikasema nadhani eh, ni vizuri hii iwe moja ya sehemu ambayo nitaweka alama kwamba kulikuwa na tatizo nimelishughulikia, kwa sababu mimi naamini katika uongozi ambao una, unaacha alama katika shughuli unazozifanya. Kwa hiyo kwa kweli, ile picha ni moja ya msukumo mkubwa ukiacha kwamba ndio nilikuwa na hamu ile ya kutoa huduma kwa watu wangu, kuboresha mazingira ya elimu, lakini ile picha ilinipa msukumo wa haraka zaidi. Ndio maana nika, nika prefer shule ziko zingine zina matatizo, lakini pengine nikaona hili ni tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana nikaamua kubadilisha sasa kutoka hili darasa ambalo watu walikuwa wanapigwa mvua wanapigwa wana upepo, kwenda kwenye madarasa ambayo sasa yanaonekana ya na kama mlivyoona matofali, safari ina, ina, inaendelea, na bila shaka tutakapomaliza miaka yangu mitano ya ubunge, hii itakuwa ni katika shule bora ambazo zipo katika jimbo la Mtama. Na, itachukua takriban muda gani kukamilisha? Kwa sababu tunaona sasa madarasa ni mazuri makubwa, lakini bado madirisha, milango, eh, rangi na vitu vingi na vitendea kazi, safari ni hatu ya. Kwa kuwa tumeshaanza naamini tutamaliza na tutaomba na wadau watusaidie, kwa sababu kwa nguvu za serikali, nguvu za kwetu wenyewe tunaweza tusimalize kwa, kwa wakati, kwa sababu wakati mwingine wakati huo unataka umalize hapa, lakini wakati huo yako na maeneo mengine ambayo Uh, mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo uh, tunagawanya gawanya gawanya lakini nachojua kabla ya elfu mbili na ishirini, uh, hii itakuwa shule nzuri. Natamani hapa tuanze kuona vijana wakifaulu kutoka hapa nikutane nao wakiwa form, form 1 sekondari wanasema mimi nimesoma Litingi. Ikiwezekana nikutane na vijana kwenye vyuo wakisema bwana mimi nimesoma Litingi. Nikutane na madaktari uh, ma kwenye mahospitali waseme sisi ni zao la Litingi. Nikutane na mainjinia wanajenga barabara, nikutane na wanasheria wanatetea watu huku, nikutane na wanasiasa waseme bwana, sisi tumetoka tumetoka Litingi. Naamini hii ndoto itatimia nikiwa bado nikiwa hai na, na, na Mwenyezi Mungu akitusaidia atupe wepesi tu, tukamilishe hii ndoto ifike mwisho. Mtazamaji wa Global TV, moja ya kitu ambacho pia kilitrend eh, kuna picha ambayo ilipigwa ikaonyeshwa kwamba kama hili ni darasa la shule hii ya Litingi basi pia walimu nao wako katika hali mbaya. Lakini cha ajabu tumetua ndani ya shule hii tumekuta hali ni tofauti, sijaelewa ni kwa nini. Sina comment zaidi, lakini uh, kitu kilichonifurahisha ni kitu kimoja, uh, nyumba ya mwalimu ilikuwa ni giza, kama unavyojua hapa ni kijijini, ndani ndani sana na ni mbali kweli, mtazamaji. Lakini mheshimiwa Nape huyu aliweza kuchukua hatua na kuamua kumwekea mwalimu sola, kwamba jamani, usishindwe kusaisha mitihani madaftari ya wanafunzi tu e, usiku e, kisa tu hamna umeme. Kwa hiyo akamwekea sola. Hebu nikupeleke pia tukukompe na ile nyumba ambayo ilikuwa inasema kwamba ni ya mwalimu na nyumba ya mwalimu ya walimu ambao anaishi pamoja na hiyo sola. Mimi ni Catherine Kahawi, nyuma ya kamera nikiwa na Sande Bushiri, tukiwa hapa Mtama kwenye jimbo la Mtama la mheshimiwa Nape Nnauye katika mkoa wa Lindi.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 Nilidhani <laughs> mimi ndo mjanja kumbe washikaji wananizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV enjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa kwa bibi bibi wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Bibi hapa, bibi, naitwa Paskali ya Silanda, ni mchekeshaji, natumia jina langu <laughs> naitwa Mdapasi. Ukitaka kuangalia video zangu nyingi ili kujua nilichokifanya na kuangalia video mpya nyingi ambazo zinakuja na zilizopita, ingia kwenye app ya Global Publishers alafu, ukiingia huko utaziona video zangu hivi. nimesemaje? Eh, Global Global Publishers ndio kila kitu, ndio habari ya mjini. Tukutane huko.